Une détermination que le Rwanda n'arrive pas à comprendre. Avec ce que ce que que nous nous laissé là-bas et avons ici, combien Il y en a combien Nam. Jumatatu tariki ishirini mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025, ninakusalimu popote pale ulipo mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV. Matumenenga kwamba uko vema kabisa ulikuwa kwenye mkao wa kula kusubiria habari zingine ambazo na kuja kuletea asubuhi hii ya leo, kukuambia kwamba tunapatikana kwanza mashariki mwake mwa DRC huku kivu ya kusini ndiko ambako tunapatikana. Nije tu ni kupasha habari kama jinsi ninavyokuambia yale yaliyojiri kwa sasa, ni kukupasha habari kamili ambayo mengi kabisa tutakwenda kuyagusia maeneo ya huko Kolwezi ambako wachimbaji madini waliweza kunyang'anya gari za wanajeshi na pia kuonyesha mara ngapi gari zinazokuja kabisa kusomba mali ya Kongo, hata pia huko Goma ambako kunaonekana wazalendo kando kando mwake na ngoma mzito, jenerali huyo ambaye anaongoza kundi la Fabebe kuonekana kwamba atakuja na uwashi kwa mateka kwa ngambo ya wahasi wa M23. Twigwa neho hata hali ya Luvungi ambayo inaonekana kuwa tete, punde si punde, kutokana na mzozo ambao unazidi kuendelea huko. Basi ka chonjo habari zinakujia baada ya mtasari wa habari, sasa ni habari kamili. Mjini Kolwezi, mji ambao wanaosifika kwa uchimbaji madini katika jimbo la Lualaba, chini DRC, huko kulionekana wachimba madini ambao wanaonekana kusara au kuandamana na kuweza kushika gari askari wa government ya Kongo, na kuweza kuzitembelea kama jinsi tu inavyoweza kuonekana yeah.

Isitoshe, na huko pia tu ni Kolwezi ambako tungali tunakwenda na taarifa ya habari hayo. Ni magari ambayo yamepangwa hapo na kuonyesha mara ngapi yanahumwa kongomani kuwa wamaskini, lakini gari zinakuja kusomba vitu vyao, mali na mengine kadhalika, ambayo yanaweza tu yakaonekana kuwa mali ya Kongo. Na basi na tusikilize, natuzidi kabisa kumsikia hapo kwa kina. Haijalisha naongea katika lugha ya Kifaransa.

Baada ya milio ya risasi ambayo ilisikika hapo jana, Kivu ya Kaskazini huko katika tarafa la Nyiragongo wa, watu waliweza kupata wasiwasi wasi mkubwa lakini, baadaye ukaonekana wazalendo ambao waliweza kuonekana maeneo huko, ikiwa kando kando mwake mjini Goma hapo na ambayo wanaweza tu kupita na shamsham kuonyesha mara ngapi wakiwa na shauku kubwa kabisa kuweza kuingia maeneo hapo kama jinsi mnavyoweza kuona ha,

Baada ya mapambano katika eneo la Rugezi tarafani Fizi, Kivu ya kusini mashariki mwake DRC, kundi la Wazalendo linaloongozwa na jemedari Ngoma Nzito, akipambana usiku na mchana kupambana dhidi ya wahasi wa M23 Twiganeho, aliweza kushika mateka na kusema ya kwamba atakuja na hao mateka hadi hapo mjini Uvira nayo na sio mara ya kwanza, lakini ni mara yake ya pili, yeye Jenerali Ngoma Nzito kuja na mateka maeneo ya hapo Uvira. huko Ruvungi kati maeneo ambako wa zalendo wanaweza kuweka kibambazi dhidi ya M23 Kivu ya kusini, na hapo kunaweza kutokea mzozo kati ya kundi la Fabebe na SNPC kuweza kupambana kutokana na huo mzozo mkuu. Msemaji Jenerali Kenge anaweza, aliweza kusema na kuonyesha mengi zaidi ya jambo hilo na kuonyesha ya kwamba wakiweza tu kuthubutu basi moto utawaka maeneo hayo, mara tu watakapothubutu jambo. Jambo wandugu yangu wa patrioti, jambo wazalendo, ambaye anaongea hapa ni porte parole wa MPCC diaspora, General King. Natuma hii mesaje kuwa patrioti wote wenye wako Congo na nje ya Congo kufuatana na informasio ambayo tunapata ya vile wafulero na kabila zingine wanajikosantre kusema waanze vurugo kwenye kundi la mzee Amuri ya kutumba William pale Ruvungi. Nategemea juzi nilituma hoja ya kuambia watu kwa nini wafulero wengi wa kina Makanaki na vingine viongozi wazalendo, wa wazalendo hawatoki Uvira waende kufro Ruvungi. Yule kijana ambaye alikuwa ata kusababisha vurugo pale Ruvungi, soko ya Ruvungi, jana baada ya kushikwa na kupigwa na kukufa na masasi mingi ikiwafuata watu wa M23, wafulero wamejikosantre kutoka Uvira na kwenda kusansibilize wale wenye wako pale Luvungi na kusema kwamba batoke mwile relasio ya mzee Amuri ya kutumba ya CMPCC ya Wazalendo, wafukuze wa mzee Amuri ya kutumba kule ku Luvungi, lakini wanasahau kama mzee Amuri ya kutumba ndo jicho la uzalendo mterituari ya Fizi, Mwenga, Uvira na tarafa zingine ya Kongo mzima, na guvernema ina consider na inafanya security kwa sababu ya mzee. Kwa hiyo ile moto ambayo mlikimbia kule M23 kule Kamanyola nyi wa Fulero, mutaipata zaidi kutoka kwa mzee Amuri ya kutumba pamoja na FRDC pamoja na jeshi la Burundi na ni, mukipima tu kusema muendeleze hiyo vurugu yenu munafanya Ruvungi, mujue kwamba ndo mwisho na mwanzo wa Wafulero kukuwa na grupi ya wa, wazalendo Mkongo mzima, kwa sababu kichapa ambacho mutapigwa hapo Ruvungi kitawafanya watoto wenu wengine hawatawahi kuingia mushirikiano ya kufanya uzalendo. Hakuna juri ya kusema kwamba kuna mahali mutakimbilia, tunajuana, tunajua kwenye mnatokezea, munatokezea, tunajua kunaweza kimbilia milima yote ya Ufura, tunaijua. Kwa hiyo hiyo akili ambayo mlikuwa mwishapanga kusema muingize M23 kwa sababu wasimamizi wenu wamekosa cheo kule Kinshasa ya uongozi wa wazalendo. Na waonya wandugu zetu Wafulero, sisi na nyinyi tumeanza safari moja ya kuzuia adui, lakini mawazo yenu iliwapeleka kwa madaraka. Leo mnaanza panga njama za kuanza mashambulizi kwa mzee Amuri ya Kutumba William, pale ni serikali yenye mnaenda kuchokoza. Mutakula kichapo kitakatifu na mutawai tena kuwa wazalendo Mkongo, kwa sababu itakuwa kumbukumbu ya kusema kwamba tuliwahi kupigwa watoto walipotea wengi, i muta weye tena kuwa wazalendo. Kwa hiyo honyo kwenu, ii ojumu partaje mu grupe zote za wapatrioti wazalendo wa Kifulero, hacheni akili yenye muko nayo. Wale ambao walikuwa wanasababisha vurugo vurugo juzi Ruvungi walipigwa kichapo kitakatifu, ninyi mnafikiria kurudisha ile mapulipiza ile ile kichapo kwa wazalendo wa kabila zingine ambao wako pale Ruvungi na na waonya nawaonya naona na damu zenu zinamwangika sana pale Luvungi, mkijaribu tu kusema mutafanya vurugo. Nasikia makanaka alikuwa Luvungi jana na nakuja na sensibilize na kutembelea makundi yote ya wa wafulero yenye iko pale Luvungi na sehemu zingine, kusema kwamba baanze mashambulizi kwa mzee Amuri. Hii ni onyo na tunawapea tahadhari, kwa sababu mutaf, mutalia, mutalia na mutawee wazalenu mwinchi ya Kongo. Asanteni sana Mungu awabariki. Asanteni sana. Unapokumbuka mtasari wa habari na kutazama tena sauti yangu yaani ujue kwamba umeisikiliza na kukuambia tu asante kwa kufika tamati katika kipindi ambacho nilikuletea. Hivyo tu unaweza ukajiunga kwenye chanel kama uungali wa mpya ujajiunga na chanel, ili tu uwe napata habari zetu unapobonyeza hapo subscribe, hata kubonyeza alama ya kengele, ili unapata zote kwa mapema habari ambazo ninakuletea katika kituo cha habari Reality Mambo TV. Ukae chonjo, tena nitakujia tu ikiwa majalio ya Bwana. Asante.